Tunaendeleza tena kile kipande chetu tulipoachia. Yalikuja kama sindano, yanachoma kama moto, ila tunamshukuru huyu Yesu mwenye upendo, asiyekuwa na ubaguzi, asiyebagua, anayetupenda, anayetujua toka tukiwa tumboni mwa mama zetu. Alishatujua kabla sisi hatujamjua, alishatupenda kabla sisi hatujampenda. E, alishatutangulia kabla sisi hatujamtangulia, hatuja. Nataka nikuambie Yesu abagui, Yesu anapenda watu, Yesu alikufa kwa sababu yetu sisi, kwa sababu ya kutukomboa na akatutendea miujiza ya ajabu ambayo hakuna asiyejua, kila mtu anajua miujiza ya Yesu. Hata e, mimi mojawapo, kwanza naweza nikasema miujiza ndani ya watu ambao wameuona miujiza, muujiza wa Yesu mojawapo ni mimi hapa, kwa sababu jina lake limenibeba, uso wa Yesu umenibeba, taswira ya Yesu imenibeba mpaka hivi na sasa hivi napumua, naongea na nakuhakikishia, Yesu akikupenda, iko siku tu utafurahi, iko siku tu yaani, haijalishi ni mapito gani unapitia, haijalishi ni wakati gani mgumu unaopitia, haijalishi ni kitu gani ambacho kinakuchoma kama sindano, haijalishi ni jambo gani linakuchoma kama moto, lakini siku moja nakuhakikishia, damu ya Yesu ijamagika msalabani bure, na ilimagika kwa ajili yetu sisi wanadamu na pale Goligota alisema yote yamekwisha, kuanzia dhambi zetu vyote vimefanyaje, vilikwisha pale Goligota. Kwa hiyo nachokuambia kwamba unyenyekevu kwa Mungu, unyenyekevu ni kitu kikubwa, unyenyekevu ni hali ya juu sana kwa Mungu na unyenyekevu ni kuhakikishie tu unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu juu ya Mungu, hakuna jambo lolote litakalokuwa gumu kwako kwa, kwa sababu kila jambo litakalokuwa gumu kwako kwa wewe, lazima ule unyenyekevu wako utamshirikisha Mungu na Mungu atakutengenezea njia iliyo sahihi kwa hicho kitu ambacho ulichomwambia. Mimi najiuliza watu wanashindwa kumwelewa Yesu ni kwa nini aliingia ali kwenye jaribu na kile kikombe, akamwambia Mungu kwamba hichi kikombe ni kizito sana, angalau ungenipunguzia huu uzito, huu mzigo niliokuwa nao, lakini isingewezekana, kwa sababu tayari ilikuwa ni lazima abebe kile kikombe kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo jambo lolote, na jaribu nalo kutokea wewe, ni lazima lilikuwa ni jaribu lako, wala hata usiwe na hofu. Ni jaribu lako, ni lazima ulipambanie mpaka uhakikishe umelishinda hilo jaribu, kwa sababu Mungu amjaribu mtu ambaye hawezi hilo jambo ambalo alilomjaribu. Mungu anamjaribu yule ambaye ni sahihi kwa hilo jaribu. Kwa hiyo hata hili la kwangu lilojaribiwa, ni jaribu ndiyo lenye maumivu Eh, unachekwa <laughs> popote unapopita unachekwa. Basi kwa sababu za msingi, anayekucheka yeye mwenyewe hajui anakuchekea nini. Ile ni pepo, ni shetani kabisa yani, kwa sababu mimi nimezaliwa na mama yangu na baba yangu <laughs> na chukwambia kwamba wanasema kwamba baba ni Mungu wa pili, mama ni Mungu wa pili, yani ishinalo hilo na utanikumbuka kwa sababu hata ufalume wa mama na baba ufalme wao umezungumziwa kwamba ukiwaheshimu, ili uweze kuishi miaka mingi na heri duniani. Namaanisha kwamba huyo mama aliyenizaa, nizaa mimi, by the way, yani nimwambie mama yangu kwa nini umenizaa we mama? Kwa nini kuwepo kwangu duniani kwa sababu gani? We mama umenizaa, au kwa sababu mazingira nilionayo nimwambie mama, bora hata usingenizaa? Ni vitu ambavyo havifanani hata kwa Mwenyezi Mungu aliota. Au leo nidondoke, nipotee kabisa nisiwepo, kwa sababu ya mtu fulani, au kwa sababu ya mtu yule pale? Kwanza, kwa nini usimame sehemu ambapo sio sahihi? Simama kwa imani yako ambayo Mungu aliyokujalia nayo, simama nayo hiyo imani, kuwa nayo ishi nayo, wasaidie wengine, hata mioyo yao ambayo tayari ilishapotea, watie nguvu na watie moyo ili mioyo yao iweze kurejea tena kupambana na hivyo vitu wanavyokutana navyo katika maisha yao. Mimi nakuhakikishia, Yesu alikutangulia na Yesu anakujua jinsi wewe ulivyo na tabia zako na asili yako na mienendo yako na vyote, amekuandalia yeye vipo, yaani vyote unavyoenda unafanyaje, sijui ume njia zako zote zote, Yesu anazijua kabla wewe hujazaliwa. Kwa hiyo mimi hapa Yesu ananitambua kabla mimi sijamtambua. Na kuhakikishia kuwa mnyenyekevu kwa Mungu, mtii Mungu, kuwa mtiifu mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu anapenda sana utiifu. Mungu amekuumba wewe sio kwa sababu ya kuja kuzungumzia cha kwake, Mungu amekuumba wewe uje umtumikie. Kwa hiyo mtukuze Bwana Mungu wako, mtukuze Mungu wako siku zote za maisha yako ili uweze kuonyeshwa njia ambazo wewe peke hapo unakuwa unapishana nazo, ni kama unapishana na malaika ya barabarani, alafu huyo malaika uliopishana naye unakuwa haujui kama ni malaika, lakini hata kikusalimia njiani unakataa hautaki, eti kwamba mimi ni zaidi. Hapana, nakuambia wewe, sio zaidi. Mungu ni zaidi, ndo mwenye akili, ndo mwenye kuelewa kwamba wewe una mifumo gani. Yani wewe hapo unapita tu unatembea tu muda wote saa yoyote, Mungu anaweza kukuchukua. Je, kwa nini Mungu akuchukue wewe ukiwa na dhambi ulizokuwa nazo kwenye maisha yako? Kwa nini usibadilike? Badilika e, usikubali kuja kufa kifo cha ajabu. Yani uko na mzigo mzito ambao hata unapoenda unakwenda na mizigo mizito ambayo mizigo yenyewe unabeba tu kwa lazima. Yaani wewe ni mtu wa lazima lazima unalazimishwa vitu vya kilazima lazima ambavyo binafsi Mungu hajakuumba nayo. Yaani kiofisho kabisa Mungu hajakuja kutengeneza hivyo. Eh. Mimi nadhani tuishi hapo ila tukumbuke kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu, unyenyekevu ni kitu kikubwa sana. Unyenyekevu kwa Mungu ni jambo la msingi sana kwenye maisha yako. Na unyenyekevu ni kitu bora sana hata kwa mtu aina yoyote ambaye unaishi naye ehe, tupendane tupendane, sisi wote ni tunapita, huu ni ulimwengu wa kupita, kwa tupendane, tuishi jinsi Mungu apendavyo, kama jinsi alivyotutangazia ufalme wake, kwamba tupendane kama yeye jinsi anavyotupenda basi, tupendane na tujue kwamba kwenye mapito ni funzo. Ehe, na kwenye jaribu ni mafunzo. Kwa hiyo usione mwenzio anapita kwenye jaribu ukacheka sasa hivi ukamcheka kilema, ni unatafuta nini? Unatafuta ukilema. Kwa hiyo usimcheke kilema kwa sababu yeye hajapenda kuwa vile, bali Mungu aliweka vile kwa sababu tuheshimiane, e, na tujue maana ya Mungu ni nini. Wewe kama ulikuwa zaidi, umemwambia Mungu nini kwa sababu wewe ni zaidi ya huyu unayemwona wewe? Kama ulikuwa uko mzima na unatoka na unarudi ukiwa tofauti, ukiwa umepata ajali, uso na hakuna jambo zuri kama vile unachokiringia wewe, umpe Mungu shukurani eh. Unatoka ukiwa mzima lakini unarudi ukiwa mbovu. Mzuri, umeungua. Mzuri, unatoka ukiwa una uso mzuri unarudi ukiwa umeungua umeharibika. Unatoka ukiwa una afya safi nzuri, unatoka mguu mmoja haupo eh. Unatoka umevaa vazi lako zuri lakini wanaokuja kukuvua ni wengine He, ya kupasa ujue jambo la Mwenyezi Mungu. Mzingatie Mungu hapo mahali ulipo eh, vyote unavyoviona ulivyoko navyo pia na sisi tulivyoko navyo viheshimu. Kama vilikuwa chini sana, uko juu zaidi yetu. Kumbuka kuna kitu kinaitwa season na low season. Yaani, kuna kuwa chini na ulioko juu unarudishwa tena hapa chini na alioko chini amepanda hapa juu, kwa hiyo hakuna haja ya kumwona mwenzako kwamba hana umuhimu, wewe ndo mwenye umuhimu hapo. <laughs> Hapana, hapo hapo unamkosea Mungu, kwa sababu kila mtu ameumbiwa jambo la kwake, kila mtu ameumbiwa kitu chake, kila mtu ana, ana kitu chake. <laughs> kila, kila mtu unayemwona mheshimu tu, wewe mheshimu, awe chini awe juu, mheshimu, weka heshima, usimdharau, usiyemjua waheshimu wote. Mungu amekwambia yee ni pendo kama yeye ni pendo, basi na sisi tuwe pendo kwa wote. Amen.